Naitwa Dr. Chris Mauki na hii ni channel ambayo inafundisha mambo katika maeneo matano muhimu: familia, ndoa, mahusiano, malezi na maendeleo binafsi. Karibu sana. Kama bado hujasubscribe, basi bonyeza kitufe kichoandika subscribe, utakuwa umekuwa mwana familia wa kila siku na familia hii inakuwa na, asante kwa kuwa mmojawapo. Lakini kama unataka upate videos na notification kila tunapo upload, basi utabonyeza kile kitufe chenye picha ya kengele. Naomba nikufundishe somo litakalosaidia maendeleo yako binafsi: maadui watano watakaoua kipaji chako, maadui watano watakaoua kipaji chako. Sikuambia hawa maadui ili uone kwamba unatishwa na kipaji chako kinatishwa. Nakwambia hawa maadui ili ujifunze kuwaepuka nakuambia hawa maadui ili ujifunze kukaa mbali nao na kuwa makini, wasije wakaua kipaji chako. Hili ni somo ambalo linafanana na somo ambalo limewahi kulifundisha, ulitafute hapa hapa. Linasema maadui watano katika kukua kwako na kufanikiwa kwako, wanaendanaendana na hawa maadui ukipata ile somo litasaidia kwenye kujua kuhusu mafanikio na kukua kwako. Leo nina focus zaidi kwenye kipaji chako. Kipaji chako huku kisomea, huku apply, ni kitu ambacho Mungu amekupa. Hapa naongea na watu ambao tayari wameshatambua vipaji vyao, na yamkini kipaji chako kimeanza kufanikisha. Ni michezo ni movie, ni uimbaji, ni kuchora, ni architect, ni chochote ambacho unaona kabisa ni God given, ni kuongea, kuzungumza, public speaking na vitu vingine kama hivyo. Kipaji chako kina uwezo wa kukuketisha na wakuu. Kipaji chako kina uwezo wa kukuletea fedha na kukufanikisha kwenye maisha, lakini kipaji hicho kinawindwa. Kipaji hicho kina maadui kipaji hicho ukizembea kinakufa. Sasa hawa maadui watano watakiketisha na kukisawazisha na kukiondoa kabisa kipaji chako kip... eneo la kwanza au adui wa kwanza ni pale ambapo utajilinganisha na watu wengine wenye vipaji vyao. Fahamu kipaji chako ni unique, ni cha tofauti ni different. Utafanya kosa kubwa unapoanza kushindana na watu wenye vipaji vingine, unapoanza kushindana na watu wenye kipaji kama cha kwako, ukifikiri kwamba ninyi mnafanana. Naomba nikwambie, unaweza ukawa wewe ni comedian, alafu ukajilinganisha na wenye comedian na comedians wengine, kumbe ninyi ni watu wawili tofauti. Huyu mmoja ni comedian kwenye stand-up comedy, huyu mwingine ni comedian kwenye matamasha haendi kusimama kama stand up comedy, anakwenda ku, ile comedy yake ina support kitu kingine anachokifanya. Usishindane na watu wakati kwa sababu mnafanya kitu kimoja, kuna utofauti pia hata kwenye hicho unachokiona kwamba mnafanana. Acha kujilinganisha. Nimewahi kutoa mfano hapa siku moja nikasema, waliotengeneza gari inayoitwa Rolls Royce walitengeneza kwa sababu ya comfortability, na hiyo ndio talent yake. Waliotengeneza gari inayoitwa Ferrari walitengeneza kwa ajili ya speed au kasi na hiyo ndiyo talenti yake. Sasa Ferrari hawezi kujilinganisha na Rolls-Royce, kwa sababu huyu mmoja yuko kwa ajili ya comfortability na huyu mwingine yuko kwa ajili ya speed. Pale ambapo Ferrari anataka kujilinganisha na Rolls-Royce, ameshafeli. Kipawa chake kimekufa, kipaji chake kimekufa. Kuna mwingine ni comedian kwenye social gathering, mwingine ni kwenye kwenye corporate gathering Hawa ni watu wawili wanachekesha, lakini wako context zao zinatofautiana. Ni vizuri ufahamu na ujifahamu, ili usijilinganishe, kwa sababu kujilinganisha kutaua talent yako. Unaweza kuwa unacheza mpira au unafanya sport fulani, usijilinganishe na wengine wanaocheza kitu kama cha kwako, yamkini ninyi ni watu wawili tofauti. Talenti yako ili, ili, iliwekwa kwa ajili ya kuwa na ufanisi Afrika, mwingine imewekwa kwa ajili ya kuwa na ufanisi ulimwenguni. Adui namba mbili ni pale ambapo wewe mwenyewe baada ya kujilinganisha unaona, ah, mimi nimepungua, ah, yule anafanya vizuri kuliko mimi A, yule anaonekana anaenda kasi kuliko mimi yule mbona anafahamika sana kuliko mimi, mbona na watu wengi social media kuliko mimi, mimi nahisi sitoshi. Ukianza kujilinganisha halafu ukabai ile ajenda ya kujilinganisha na kuona hufai ukapokea huo ujumbe na kuanza kujifikiri hufai, kujifikiri hutoshi na ukajiambia na kujinong'oneza wewe mwenyewe, umefika kwenye ajenda ya pili ya kushindwa kwako, kwa sababu mara unapojiambia wewe mwenyewe, ndipo hapo utakapoanza kukosa konfidensi yako na kujiamini kwako, na kila kitu kitakuwa kinashuka. Adui namba tatu ni namna ambavyo una tafsiri mambo Your attitude. Your perception, vitu unavionaje? Fikra na mitazamo yako ikoje? Hususan pale ambapo fikra zako ni hasi, mara nyingi unatafsiri mambo katika hali hasi, unayona mambo katika hali hasi. You are more a pessimist kuliko an optimist. Unaona fursa ni changamoto badala ya kuona fursa kwenye changamoto. Niliwahi kutoa mfano hapa nikasema, ulikuwa ni uamuzi wa Daudi kuamua amwangalie vipi Goliati, amwangalie kama dudu dubu, jitu ambalo ni tatizo la mimi kuishi lijakuja kuniua au waone kwamba huyu ni chambo cha mimi kwenda Ikulu, chambo cha mimi kupendwa na Waisraeli, chambo cha mimi kuwa mfalme, chambo cha mimi kukubaliwa na mfalme ambaye anaongoza nchi mfalme Sauli. Ilikuwa ni uamuzi wake na akuamua kuona da, de, Goliati kama kikwazo, akaamua kumuona kama fursa, na hapo ndio akapenya. Ni uamuzi wako. Adui wanne ni kujilaumu. Nafahamu sio wakati wote kwenye kipaji chako utafanya vizuri. Ziko nyakati utakosea, ziko nyakati utapoteza fursa ziko nyakati utafeli kwa sababu ulishindwa kujiandaa vizuri kwenye kudisplay kipaji chako. Ziko fursa zitakazokupita kwa sababu hukuziona, au kwa sababu ulipuuzia. Ukianza kujilaumu na ukaanza kuwalaumu wengine kwa sababu ya madhaifu yako na kushindwa kwako, umefeli. Kipaji chako umekizika. Be responsible and take responsibility, na amua kutatua tatizo na sio kulaumu mazingira na kulaumu watu na kujilaumu wewe mwenyewe. Na adui namba tano ni pale ambapo unakosa ujasiri na kujiamini, unakosa confidence na unakosa courage. Kwa nyakati nyingine unaambiwa apply, tunafanya nini? Wanaita nini? Uh, uh, juzi nimeona kuna wanafanya award za watu wa comedy for the first time in Tanzania, watu wa comedy wamefanya award na rais alikuwepo, vee very, very nice. Hatua kubwa sana kwa taifa la Tanzania. Sasa anasema jamani, kuna link hapo, unaweza kuapply unaona hivi. Ah, vitu vinawezekana. Unashindwa kukiweka kipaji chako kwenye platform ili watu waone unachokifanya. Alafu mwisho wa siku unashindwa kupata kutambulika kwa sababu ulishindwa kuchukua nafasi, kwa sababu ulikosa ujasiri, ulikosa kujiamini. Uliambiwa uta perform, unashindwa kwa sababu hujiamini. Watu wanakwambia bana, aplai kwenda sehemu fulani, kipaji chako tunahitaji, jifunze hichi, jinoe hichi, tafuta menta anoe kipaji chako, unaogopa kwa sababu unaogopa audience. Watu wengi mwisho wa siku kipaji chako kinashindwa kufunguliwa milango kwa sababu unashindwa kujiamini na unakosa ujasiri. Naomba nikwambie kuwa na kipaji ni jambo moja, is a god given thing, umepewa na Mungu, lakini kukiplatform, kukianika, kukiweka mbele za watu kionekane, unahitaji kujiamini na unahitaji ujasiri ndio umepewa na Mungu, ndio unacho, ndio we ni mzuri, lakini watu watakuona lini? Watu watakutambua lini? Kuna watu inabidi uwe na ujasiri kuwafuata, kuambia, naomba nipeleke, naomba nitambulishe, naomba nisemee, naomba uniite, naomba unisaidie. Sasa wewe huna ujasiri, utaketi miaka yote. Hawa ni maadui watano ambao watafanya kipaji chako kife na kisifike kokote, ingawa ni asili na umepewa na Mungu Ukiweza kukabiliana hawa maadui watano, nina kuhakikishia kipaji chako kitachanua na kitakwenda mbali sana. Mimi naitwa Dr. Chris Mauki.